A amejibu wow! mashaallah mashaallah, hapo. Ningemwomba Sheikh Alhadi, naomba tupe aya nyingine, lakini tupe kutoka Juzu Amma. Binti amekuja ni mdogo, labda tutolee a Juzu Amma, Sheikh

Safi Offer. Next page mia tatu kumi na tatu. Kila ukurasa yeye anataja, tukisema mia tatu kumi na tatu, anataja sisaoa

anaweza sasa kutaja aya ya kwanza ya ukurasa na aya ya mwisho ya ukurasa. Tuanze kumtest vile Next page. Tu

Sasa tunaweza tukafanya test nyingine, ukurasa wowote anayetaja sheikh pale, ham atasoma ukurasa wa kumi kumi mbele yake, yani kwanza zero, alafu kumi, ishirini, thelathini kwenda mbele, ukurasa 214

ukurasa kumi kumi mbele, yani hataji ukurasa ule, yani kwa hifdhi yake. Ukurasa aliyetaja she anataja kumi mbele yake, safi. Yani kabla ya wewe kutafuta hiyo ukurasa yeye kashataja, jamani, makofi <tif> Wote tusimame hapa, shehe nasema tusimame jamani, tusimame wote. Mashaallah, mashaallah. Sasa, kwa respect tulio simama wote, naomba kwa sauti zenu salawat ala Muhammad wa ali Muhammad Allah, wa

Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Anasema kwamba tunajua Qur'ani ni miujiza, anasema tunajua Qur'ani ni miujiza, lakini leo mmeshuhudia huyu binti wetu ameweza kuhifadhi Qur'an. Ukifungua ukurasa, baada ya ukurasa mbili, baada ya ukurasa kumi, baada ya ukurasa mia, baada ya ukurasa yoyote uliyomtajia, anaweza kutaja

mtu mmoja kwa upande wa wakina baba. Yes, tuna mtu hapa. Tutaanza na wakina mama. Ladies first. Anafungua ukurasa wowote, atafungua ukurasa na atasoma mwanzo wa aya, binti wetu hapa ata continue. Ataendelea.

Amepatia jamani, makofi!

Sayyid Jalal Masumi amemuuliza binti wetu hapa asome katika hiyo ukurasa aliyechagua. Baada ya hiyo sasa anamtesti ukurasa kumi baada ya hiyo na kapatia. Sasa hivi sasa anamwambia ukurasa mia baada ya ile ukurasa wa kwanza wa awali aliyeanza, na tuangalie kwamba ataweza au vipi. Jamani, nimepata mwito kutoka mama Shamimu hapa. Wakina mama tujitokeze, tujitokeze kumtunza binti wetu hapa.

Ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati, hapo wamemuuliza kumi bada kumi bada kumi bada kumi bada kapatia zote. Jamani makofi hiyo. Ahsante, ahsante, ahsante, ahsante, lilikuwa swali Waala la mwisho, je mmeridhika nataka kusikia, je, mmeridhika Ahsantum, basi kama mmeridhika, naomba tuunge mkono tum, tusalie mtume dhidi ya huyu binti wetu sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Ahsantum khanum khayli tashakkur. Sasa ningependa kumshukuru sana huyu binti wetu aliyekuja hapo kutuonyesha miujiza ya Quran. Ni kweli al Quran yajmauna, wote tumejumuika hapa. Sasa ningependa sana kumwita fahari ya wa Watanzania, nyota wetu asheikh ustadh nikutambulishe. Sheikh au, nakuja nikutambulishe asheikh Ustadh Idi Shaaban aje hapa atusomee Quran kwa dakika chache tupate kupata sauti yake ya ke, a, Jamil. Naomba tumkaribishe na sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.